Hekaya nam, kama ilivyoada, kila siku za Alhamisi kupitia Drive Mix ya 93.7 Jembe FM tunakuwa na kipengele chetu cha hekaya hii. Leo hekaya yetu imekwenda kuliangazia kabila ambalo wanawake hupenda kuchapwa kikatili. Kwa niaba ya waandaaji wenza wa hekaya hii, Albert G Sengo sambamba na Asha ya Swalehe. Mimi ni mwandaaji na msimulaji wako, naitwa George Kivumbi. Karibu. Hekaya. Hekaya. Katika sayari hii iwe kwenye mataifa yaliyoendelea na yanayoendelea, bado kuna tamaduni za kushangaza. Tamaduni za kuchekesha au kusikitisha na kuhuzunisha hata katika zama hizi za sayansi na teknolojia. Leo hii tunakuja na utamaduni wa ajabu ambao bado ungalipo hadi sasa kutoka kusini mwa Ethiopia katika bonde la mto Omo linalopakana na mataifa ya Kenya na Sudani Kusini. Katika eneo hilo lililotanda kutoka mji mkuu wa Ethiopia kuelekea ziwa Turkana linalopakana na Kenya, zinaishi jamii mbalimbali ambazo nyingi bado zipo katika vijiji vya kienyeji vya zama zile za kale hata kabla ya kuingia kwa ustaarabu. Hekaya. Hekaya. Hata hivyo katika eneo hilo wengine wamehamia maeneo ya mijini ikiwamo Addis Ababa katika kile kinachoonekana kufumbuka macho kuhusu uwapo wa dunia nyingine mbali ya hiyo yao ya gizani, pamoja na kusaka malisho bora zaidi. Miongoni mwa jamii hizo ni kabila la Hamar lenye wakazi takribani elfu ishirini katika ukanda huo wenye utajiri wa rutuba na wingi wa mifugo ambayo inaabudiwa mno hasa ng'ombe. Hekaya. Hekaya. Kikubwa cha ajabu katika kabila hili ni kitendo cha wanawake kuruhusu kuchapwa fimbo au mijeredi kikatili mno na wanaume. Wakati kichapo kikiendelea badala ya wanawake hawa kukimbia, ndiyo kwanza huchochea moto zaidi kwa kuwabembeleza wachapaji wao kuendelea kuwatandika tena na tena. Hilo hutokea katika maisha ya kila siku na kuonekana hadharani wakati wa sherehe za jando ambazo wanawake wenye umri mdogo hushuhudiwa wakichapwa ili kuonesha walivyo tayari kujitoa muhanga kwa wanaume. Hekaya. Hekaya. Ng'ombe ni kitu muhimu mno kwa jamii ya Hamar ushahidi ni uwapo wa maneno tofauti 27 yanayoeleza rangi ya ng'ombe kwa lugha ya kabila hilo. Kabila hilo linaamini kuwa alama za makovu yanayotokana na vichapo hivyo ni ishara ya uwezo wa mwanamke kutoa pendo lote kwa waume zao na humhakikishia bima mwanamke atakayejikuta katika matatizo ikiwamo ujane au njaa katika siku za usoni kwamba hilo likitokea katika siku hizo wale ume za mbeleni watawageukia wale wanaume waliowachapa zama zile za ujana huko nyuma, wajaribu kukumbuka makovu hayo na hivyo wawasaidie utatuzi wa shida zinazowakabili hivyo. Inakuwa ngumu mno kwa mwanamume kukataa kumsaidia mwanamke huyo aliye katika uhitaji, shida au dharura. Hekaya. Hekaya. Wanawake wanachapwa kama sehemu ya kutoka ujana kwenda utu uzima kwa wavulana, wakati wanafamilia wanawake wanapotangaza penzi lao kwa kijana wa kiume aliye katikati ya sherehe hizo. Baada ya sherehe, mvulana anakuwa mwanamume kamili na anaruhusiwa kuoa. Hekaya. Badala ya kukimbia, wanawake huwaomba wanaume kuwachapa tena na tena wakati wa sherehe hizo zinazofanyika katika bonde hilo la Mto Omo. Wanawake wa Hamar huvaa mitindo ya namna nyingi ikiwamo mavazi kutokana na ngozi ya mbuzi, zilizonakishiwa kwa shanga zinazotokana na majani, huku nywele zao zikifunikwa kwa mchanganyiko wa grisi na udongo mwekundu. Kwa wanaume mitindo ya uvaaji wao ni ya kawaida isipokuwa upakaji rangi katika nyuso zao ambazo alama huonyesha hadhi zao au upandaji wa ngazi za kijamii kufikia wanaume. Wavulana wa Hamar hupitia taratibu mbili za sherehe za jadi jando na kuaruka ng'ombe dume, wakati wa mchakato wa kutoka ujana kwenda utu uzima wanawake huimba kwa vigeregere na shangwe wakitangaza penzi lao kwa kijana huyo na nia yao ya kutaka wapate makovu kwa kutandikwa naye. Huipaka miili yao kwa jibini kupunguza makali ya kichapo ambacho huendeshwa tu na maza, yaani wale wavulana waliopitia tayari jando. Baadhi ya utandikaji huwa wa wenye huba, lakini mwingineo huwa wakikatili lakini mara wanapochapwa, wasichana hawa ambao hawaruhusiwi kupiga kelele au kulia, katika hali ya kujivunia huonesha makovu yao kwa ufahari mkubwa kama ushahidi wa ushupavu na uadilifu wao. Hii ni aina ya sera ya bima ya kuja kuwasaidia hapo baadaye. Hilo linalenga kubaini iwapo mvulana wa Hamari yu tayari kwa mruko wa kijamii kutoka ujana kwenda utu uzima, baada ya kufanikiwa kumruka ng'ombe dume daima wakiwa watupu. Mvulana wa Hamar sasa nakuwa mwanajamii aliyepevuka na sasa anaweza kuoa. Wakati wa hilo anatarajiwa kukabidhi zaidi ya ng'ombe kumi na saba. Hekaya, hekaya. Endelea kuifuatilia youtube channel yetu Jembefm TZ. Subscribe, comment, like and share.